za kujitolea katika shule za sekondari zilizopo chini ya mamlaka ya serikali za mitaa zenye uhitaji mkubwa zaidi kwa kuzingatia utaratibu wa kupanga walimu wa shule za sekondari Secondary Teachers Allocation Protocol, STAP na nafasi hizi unatakiwa mwalimu wewe kuweza kuomba majukumu ya kazi ya mwalimu wa kujitolea kuandaa azimio la kazi maandalio ya masomo nukuu za masomo na mpango wa kazi wa majukumu mengine atakayokabidhiwa kutengeneza na kufaragua zana za kufundisha na kujifunzia, kufundisha, kufanya tathmini, kutunza kumbukumbu -kumbu za maendeleo ya wanafunzi, kusimamia na kufuatilia mahudhurio ya wanafunzi shuleni na darasani, kusimamia malezi ya wanafunzi kiakili, kimwili, kiroho na kutoa ushauri na saha na unasihi, kutoa ushauri wa kitaalamu na kitaaluma kuhusu maendeleo ya elimu, simamia na utunzaji wa vifaa na mali za shule, kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wa shule kulingana na majukumu ya shule. Sifa za mwalimu wa kujitolea wa somo la fiziki ya physics, kwa, kwa, <coughs> kwa somo la physics kwa somo la physics <coughs> kuna nafasi mia tano na nne shahada ya elimu bachelor of education, au shahada ya ualimu bachelor of education yenye somo la kufundisha la fizikia kutoka vyuo vya elimu vya juu vinavyotambulika na serikali. Shahada isiyo ya ualimu elimu yenye somo la kufundisha la physics pamoja na stashahada ya uzamilifu ya elimu postgraduate diploma in education kutoka vyuo vinavyotambulika na serikali. Shahada ya ualimu yenye somo la kufundisha, fundishia la fizikia kutoka vyuo vinavyo kutoka vyuo vya ualimu vinavyotambulika na serikali. Sifa za mwalimu wa kujitolewa somo la chemistry. na sifa za mwalimu wa kujitolewa somo la biolojia pia, lakini pia kuna somo la mathematics. Masharti ya jumla kwa waombaji: waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea usiozidi miaka 43, lakini pia uwe na namba ya utambulisho wa taifa NIDA. Ambatanisha nakala ya cheti cha kuzaliwa. Kuhakikisha una cheti chako cha kuzaliwa kabla ujaomba nafasi hizi, na kama hauna cheti cha kuzaliwa, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia kuweza kupata cheti chako ndani ya masaa 48 tu. Awe tayari kufanya kazi katika shule za sekondari zenye uhitaji mkubwa wa walimu. Asiwe mwajiriwa wa serikali au taasisi nyingine. Awe hajawahi kufukuzwa au kustaafishwa kazini katika utumishi wa umma kwa makosa ya kiutumishi. Waombaji waambatanishe ya nyaraka zote zinazohitajika katika mfumo. Waombaji wote waliosoma elimu ya sekondari nje ya nchi wanatakiwa kupata namba ya ulinganifu wa matokeo equivalent number inayoanza na herufi EQ kutoka Baraza la Mitihani la Tanzania, NECTA. Waombaji wote wenye sifa tajwa hapo juu watembelee tovuti ya TAMISEMI ili kupata kiunganishi kwa ajili ya kutuma maombi yao kuanzia tarehe moja hadi tarehe kumi na nne Januari. Kwa hiyo mwisho ni tarehe kumi na nne Januari. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Sante na karibu.